Mchezo wa mpira wa miguu siku zote unabaki kuwa mchezo unaobeba simulizi za kuvutia, simulizi za kusisimua, simulizi tamu na chungu ndani yake. Kwenye mpira hakunaga uadui wala urafiki wa kudumu, kuna muda wa kazi ya mpira. Unaweza ifananisha na kazi ya polisi ti, si polisi anaweza kupewa majukumu, anaweza kupewa oda ya kwenda kumkamata mama yake mzazi, na akamkamata, as long as amepewa oda, basi atatimiza. Vivo hivyo kwenye mpira wa miguu, wikendi hilo pita, waliofanikiwa kuitazama mechi ya Itali dhidi ya Norway na fikiri walipata vyema burudani ya soka. Hii haikuwa mechi tu, bali ulikuwa mwanzo wa matumaini mapya kwa Erling Haaland na Norway. Miaka miwili kabla ya Erling Haaland kuzaliwa mwaka 1998 ndo ulikuwa mwaka wa mwisho kwa Norway kufuzu kucheza kombe la dunia, na hiyo Ilikuwa ni mara yao ya tatu kufuzu World Cup. Sasa ni miaka 27 ilikuwa imepita bila kushuhudia tena Norway kwenye kombe la dunia. Hisia za mashabiki wengi wa Norway kila mmoja alibaki akitumainia siku hii. Na Erling Haaland ndiye aliyeimbwa kama mkombozi aliyekuja kulikomboa taifa lao. Mamia kwa maelfu wa Norway walisikika wakiimba Haaland. Tangu filimbi ya kwanza ilipolia, dakika ya 12 tu ya mchezo Norway wakaruhusu goli la kwanza. Mpira ukaendelea kupigwa mpaka arobaini na tano za kwanza zikakata, Italia wakiongoza kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya Norway. Mashabiki wa Norway kila wakifikiria kukata tamaa, wanabaki wakiaminia, bado tuna dakika arobaini na tano nyingine za kushinda. Basi bana kipenga cha kuzianza bwana tano nyingine kikalia, dakika kumi za kwanza bado matumaini kwa Norway hayakuwepo. Baadhi ya mashabiki wa Norway wakaanza kujisemea moyoni, tulijua hakuna mahali tutafika, kizazi chetu kina laana, miaka ishirini na saba hatujawahi kucheza World Cup hata hii imeshaisha. Tumefeli, tumekwisha, hatufaulu tena. Mungu sio chino wanamani, dakika 63 wa ya mchezo Norway wanafanikiwa kupata goli la kwanza na kulevo scoreboard. Dakika 15 baadaye Erling Haaland anatenda miujiza ya football. anafunga magoli mawili ndani ya dakika hizi mbili tena, anamfunga goli kipa wake kutoka katika klabu yake pendwa ya Manchester City, bwana Donnarumma, dakika ya 90 ya mchezo wanapata goli lingine la nne, tisini, dakika zinamalizika, Norway wakishinda magoli manne kwa moja dhidi ya Italy, na hatimaye baada ya miaka 27 Norway na Erling Haaland wanafanikiwa kutinga katika World Cup 2026. That was amazing story.